Magonjwa yote yangekuua watu waungue, mapaka yaungue, mweya waungue, nyoka ziungue, mchawi wao moto

Mungu akusikilize unachopanga wewe, uwe karamu stadi, uwe karamu stadi, uwe fundi stadi. Kila unapopanga jambo jema, alifiki kwa mwanadamu, alifiki kwa watu. Leo nakuuliza pumzi, kuanzia leo mume anapoka kwa kufiki kwa jambo jema, neno jema, shauri jema, kwa nguvu ya pumzi. <laughs>